hapa tulipo sasa hivi ni eneo la shule. Shule hii inaitwa Queen Sendiga hii. Wananchi wa kijiji hiki walitoa baraka hiyo ya shule hii. Shule hii ni shule mpya kabisa ambayo wanasoma watoto wa waathirika wa maporomoko ambao wanaishi kwenye nyumba hizi hapa mia moja na tisa. Lakini na watoto wengine wa majirani wa eneo hili ambao wana mahitaji ya kwenda shule. Lakini, ni moja kati ya shule nzuri za kisasa kujengwa kama zile ambazo zimejengwa maeneo mengine, kwa sababu ni shule ya msingi pamoja na shule ya awali, kama mnakoiona ile pale, madarasa mazuri sana. Watoto sasa hizi wanacheza wale pale nje, wanabembea na maisha yao yanaendelea hapo, wakati wazazi wako pale. Kwa hiyo moja, tumesaidia kurahisisha watoto wale waweze kurudi shule katika maeneo ambayo ni jirani na nyumba zao. O wazazi hapa wana stress wala pressure, lakini usalama pia wa watoto ni mkubwa. Watoa kwenye nyumba hizo hapo wanaingia hapa shule na wengine ni hawa ambao wako majirani hapa. Lakini tulipofungua tu hii shule, tulipoanza uandikishaji, ndani ya wiki moja tulipata watoto zaidi ya mia tano hapa, ndio tukajua kumbe kweli kuna uhitaji, yani palikuwa pana uhitaji wa shule. Nimpongeze sana mradi huu mimi na wenzangu, kamati ya siasa ya mkoa wote tumekuja, tulishapiga kanba kama ulivyosema, lakini leo ni rasmi kwa sababu tunakagua jinsi ilani yetu inavyotekelezwa, na imetekelezwa kikamilifu sana hapa.